Yani, leo tunashambulia kidogo, msemo wenu, kaulimbiu yenu jeb <tabu> umeshawatembelea kwenye... siku nyingine tena tukaja, siku ya mwisho wamecheza Arusha na kurudi na ndio kombe siku ndio apongeza sana. Na tuko sisi, tuko na Yanga Princess. Mchezaji wako gani Yanga Princess, ukisikia jina lake yani unapiga kelele za kutosha? Diana. Diana. Diana. Huyu anachezea namba namba namba namba ngapi? Lakini anakanyaga boli vibaya. 10. 10. Nani? Kuna mtu mmoja anacheza vizuri sana. Wewe ungekuwa ndo ndo enzi zako nadhani ungejiunga na Yanga, Yanga na Princess. Ungejiunga sana. Kweli? Wewe mpira mpira mpira ulicheza? Mimi mimi miguu netball kipindi chote msichana. Netball. Unasumbua sana. Umechangamka. Tupo na semaji ya Yanga Princess. Sema. Semaji ya Yanga Princess. Kwanza na mimi nipige kelele kwa semaji. Jamani, sisikii kelele kelele kwa semaji yenu hapa. Niko na msemaji wa Yanga Princess unaitwa nani? Naitwa Shamsa. Shamsa. Wewe unaitwa nani? Fatuma. Jamani Fatuma. Mko poa? Poa mama zangu anakufa ngapi leo? Ama zangu anakufa hivi no, mimi no, na Simba... eh? Kama kawaida. Kama kawaida. Swali moja, unadhani soka la Simba na Yanga wanawake kuna siku linaweza likaja likafikia moto uliopo sasa hivi wa Simba na Yanga za wanaume? Kama unavyoona moto huu ndo kama sisi tumeanzisha na imani kitu kilichokianzisha na kuna watu pia wameona wanapenda, wapo ambao wameanza kutusapoti na ambao wanaendelea kutusapoti. Kwa hiyo, na imani ipo siku, kama unavyojaa uwanja wa Mkapa na uwanja huu pia utajaa hivyo hivyo. ni mchezaji gani wa Yanga Princess ambaye unawaambia Simba Queens wajiandae nao? kuna Jiana Jiana eh, kuna... nani, kuna janini kuna ah, yani useme kikosi kizima tu kwa kifupi. Ni chani hatari, yani hatari. Leo mnaingia vizuri leo mnaingia na mchakato gani wa kutafuta magoli leo? Washambulizi sana au ni yani? Leo tunashambulia kidogo mm -hmm, tunamsoma adui kidogo yeah, tunajificha kidogo alafu tunatokea. Msemo wenu msemo wenu ni nini? Kauli mbiu yenu ni nini, Yanga? Sisi kauli mbiu yetu, mpira ni furaha yetu, mpira ni furaha, mpira ni furaha yetu. Nimesikia mna kauli mbiu, Yanga kauli mbiu yenu, jamani, nisikie mpira! We mnampiga mtu wongo. Asanteni sana.